Kongamano la washikadau wa elimu lafanyika Isiolo. Kongamano la washikadau wa elimu limefanyika mjini Isiolo, lengo kuu kujadili matokeo ya mtihani wa KCSE mwaka uliopita na mikakati ya kuinua kiwango cha elimu katika shule za upili gatuzi la Isiolo. Wakiongozwa na mwakilishi wa wanawake Mumina Bonaya ambaye alikuwa mgeni mwalikwa kwenye kongamano hilo, amesema amefurahishwa na matokeo bora ya mtihani wa mwaka uliopita, hali kadhalika kusikitishwa na baadhi za shule za upili mjini Isiolo kuwa na matokeo mabaya licha ya kuwa na vifaa vya kutosha shuleni. Hii last year result ilitoka vizuri sana, ilikuwa result imefurahisha wazazi, imefurahisha walimu imefurahisha sisi viongozi, na itakuwa vyema tukikuja pamoja kukuwa na mazungumzo kuulizana, nini imetusaidia kupata hii results nzuri na changamoto iko wapi, na kama viongozi tutasaidiana na walimu na wazazi na other stakeholders kutatua hizi changamoto ili tuweze to unlock our potential to achieve much more. So mkutano wa leo basically, it was a working meeting. I mean, uh, we were here to discuss to look at our analysis from 2019, which spoke a lot of uh, uh, important message to us. Eh? Because tuliona we've been making a improvement from 20, 2019 to date we quite increase and I think 2024 was our peak in terms of performance and uh, I want to thank everybody else Moshimo Samal Uh, gavana wetu wenye wamekuwa na mimi kwa hii safari tukichangia Isiolo Girls tukisukumia pesa Isiolo Boys tukipeleka, uh, usaidizi shule zote za hii county na walimu wetu, walimu wetu wamefanya kazi ya maana sana, wamejikakamua despite the challenges that they've shared here today. There was a lot of challenge that they they mentioned here but still they were able to give us good results. However, kuna two things I picked from our results the analysis. Number one, most of our, our low performance is in Isiolo Central. No, that shouldn't be the case because solo Isiolo Central iko na kila kitu. They have enough teachers, they have good facilities and infrastructure in the school. They are supposed to lead in terms of performance. But unfortunately, wandeana bruta hiyo mkia inakuwa mrefu. So that is something we've noted here and needs to be addressed. The second one, we are not doing well in languages and sciences na unajua when it happened to be time for placement by KUCCPS those are the subjects that matter especially for courses like medicine engineering and others so if our results are so good and yet we are not doing well in the most important subjects that are supposed to give us the best courses in the country then we can't celebrate it wholly so hayo ni mambo tume tume angalia tukaona needs to be addressed and teachers are aware Everybody is informed. Naye Dadhe Boru ambaye ni katibu wa gatuzi la Isiolo amesema serikali imetenga fedha ya basari zitakazo wafaidi wanafunzi wa vyuo vya kiufundi, sekondari na wale wa vyuo vikuu. Huku uh, uh, school, school, shilingi milioni kumi na tano zikitengwa kwa ajili ya kuboresha lishe bora katika shule za chekechea ECDE, uh, million Bwana Boru ameongeza kusema centers, mia mbili na kusema walimu 278 wa shule za chekechea wameajiriwa na wengi wanatarajiwa kuajiriwa uli ili kuziba mianya katika maeneo yanayokumbwa na upungufu wa walimu hao. Wakati huo huo, mkurugenzi wa mkuru elimu gatuzi la Isiolo bi Caroline Mugo amesema uh, wizara ya elimu imepiga jeki elimu kupitia kujenga miundo msingi shuleni na kupitia ushirikiano na wabunge, madarasa ya gredi 9 yamejengwa katika shule 81 za sekondari msingi, na kuongeza kusema wizara ya elimu inajiandaa kujenga madarasa ya gredi 10 ili kulainisha mpito kutoka gredi 9 hadi gredi 10. The

Akale John Bosco ambaye ni mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu wa shule za upili tawi la Isiolo ametoa wito kwa wizara ya elimu kusambaza asilimia ishirini na tano ya fedha zilizosalia katika shule ili kupiga jeki shughuli za kila siku uh, we are met today to discuss uh, matters on education with our stakeholders and we were leading the way and uh, with our mother ministry education and TSC uh, and some of these challenges that we are talking today was the uh, disbursement of uh, the capitation

and let it not delay. B Pauline Samal ambaye alimwakilisha Mbunge wa Isiolo Kaskazini Joseph Samal amesema kwamba mbunge huyo anapanga kuweka kwenye bajeti ya mwaka 2025 mwaka 2026 ujenzi wa madarasa 11 ambapo kila darasa litakuwa na madawati 34. Tumeweza kuangalia performance ya mwaka uliopita na imeridhisha kila mtu Isiolo na tunaomba iendelee hivyo hivyo, na pia kwa upande wa mheshimiwa ameweza ku, kufanya mambo ambayo ina motivate pia walimu, na pia amejenga madarasa, kuna madarasa pia ameweza kuweka kwa this financial year 2025 2026 ambaye inaweza ku, itakuwa ya kujenga madarasa ya uh, hii junior school ambaye ni 11 of them ambaye ziko kwa Isiolo North. Isiolo North ina, ina capture Oldonyiro, Isiolo Central na Merti. So tuki, akiwa na hizo hizo madarasa zitaweza kuboost hiyo wanafunzi wengi ambayo wamekosa madarasa waweze kupata mahali pa kukaa na pia ameweza kupatia kila darasa ambaye anajenga, ataweza kuweka desks ambaye itaweza ku accommodate watoto kama thirty four, ambaye hizo desks pia ikiwa ndani ya class haitakaa empty class, haiwezi kuwa empty. So walizazi wa, waweziambiwa wakuje na desk. Kwa hivyo mheshimiwa amefanya kazi, na pia kwa upande ya principals wa secondary amekuwa pamoja na wao, amewashika mkono, ameweza kuwa motivate kama lasti, amewapelekea wakienda zile mkutano yao Mombasa ameweza kuwalipia ndege, na anaendelea tu kufanya kazi ambaye inaweza kufanya education ya Isiolo iweze kunawiri. Kwa hivyo mimi kwa niaba yake nasema siku ya leo imekuwa ya kufana na walimu wamefurahia ma principal na pia stakeholders ambayo wameweza kukua pamoja na sisi siku ya leo wameona ile matunda ambayo waliweza kupalilia na imekuwa. Kongamano hilo limewaleta pamoja viongozi mbalimbali mbali, wakiongozwa na Mumina Bonaya, katibu wa kaunti Dadhe Boru, mkurugenzi wa elimu Caroline Mugo, washikadau wa elimu kutoka tume ya kuajiri walimu TSC tac viongozi wa dini na walimu wakuu wa shule mbalimbali mbali za sekondari gatuzi la Isiolo. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni husein Morangiriguyo, runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.